Emu msikilize huyu mwanamke. Namaanisha na kwamba kwa mwaka huu kwa kipindi hiki kwa zama hizi eh, kwa zama hizi za rais wetu kuanzia Magu, marehemu Magu na mpaka mama huyu, nakatanta akipata mwanamke ambaye hana mtoto hey. kwa unamaanisha wengi wamezaa? asilimia nyingi katika asilimia mia kwenye tisini na nane wako hivyo, asilimia mbili huyo mwanafunzi tu mwenye saizi anaanza na kisha maliza anarudia tena shuleni kwenda kuendelea na masomo, atapata wapi na kwa sasa hivi. Mimi labda nimwambie tu ujumbe umfikie, najua alipo atazisikia yaani tu hizi taarifa. Ni hivi, ni bora uwe mwanamke ambaye ameshazaa anajua uchungu wa maisha na anajua nini maisha kuliko yule ambaye hajajua uchungu wa maisha, hajazaa na hajui uchungu wa mtoto atapata shida sana. Maneno mengi ya nini? Wewe umekataliwa, umekataliwa tu. Acha kutuletea maneno hapa. mwamba akakukataa, akakukataa tu. Kaamua atafute mke wake. Eti o, eti ataniita mbwa. Ina maana wanawake ambao hawajazaa hapo duniani? <laughs> Toka zako. Alafu eti mwanamke ana kipini puani unamuoa? Ogopa sana mwanamke mwenye kipini puani. Alafu inaonekana una mdomo. Ndio maana huwezi kukaa na wanaume, ndio maana wanakukataa. Pia siku tunawambia, msizae kabla ya kuolewa. Safi kabisa, mwanangu, kwa kumkataa. hatuoi wake za watu, mwamba akakataa. Kwenye harusi akagundua huyu mwanamke ana mtoto, akagairi. Sheria ndio imenyoka, ime na ndio imepita. Namuoaje mwanamke mwenye mtoto, wakati wa hapo wanawake ambao hawajazaa? Haiwezekani. Aliyemzalisha muache, afu wewe akaoe? wanawake ambao hawajazaa wewe umuoe, ambaye kazaa na wewe, tafuta mkeo uoe. eti kwa mka kipindi hiki mpaka kumpata mwanamke ambaye hajazaa, wewe malaya wako. Wewe usikufanye uwaone na wanawake wengine ni malaya, wamezalia nyumbani. Wapo wanawake wanaojitunza babu wako, wanawake wanajielewa, wanajiheshimu, wanafanya kazi, hawana tamaa za kipumbavu pumbavu wanapambana, sio kama nyie. Mmejaa tamaa, kila mwanaume mnaanguka naye, alafu mnajifanya eti siwezi kumtegemea mwanaume. Unajifanya uko singo, lakini unatembea na kikosi cha zimamoto <laughs> unamwoa mwanamke katumika, kila mtu kamtumia, ka unashangaa, unamuoa kila siku, unampeleka hospitalini, maradhi kibao hata kama haumi zile roho, ambazo kakutana na wanaume. Maana kalala na mwanaume mmoja, huyo mwanaume kalala na wanawake wengine, na hao wanawake wamelala na wanaume wengine, na hao wanaume, yani roho zimejazana. Wewe unasema umelala na wanaume mmoja, kumbe umelala na wanaume wengi, roho umezibeba nyingi. Zile roho ziko ndani yake, zinamsumbua. Kwa hiyo, muda wote anajikuta mwili hauna afya, anaumwa tu kila siku, napoteza gharama. Hatuoi wake za watu, kila mmoja aoe mke wake. Acha maneno, wewe umekataliwa, umekataliwa tu. Kazi fanya unaongea hapo etio paka kwa awamu hizi umpata mwanamke ambaye hana mtoto ni uongo. Wewe toka zako <laughs> unakuta ni mwanamke limetumika, limesuguliwa na kila mwanaume. Hata ulifanye nini, hata ulilambe wapi, hisia zishapo tayari kutoka kitambo. Hata ufanye yes, nini uweze kuridhisha, alafu inapiga makelele hii siki bamias ilinini uongo. Hatunaoa wake zetu sahivi, tumeshtuka. Hatuoi wake za watu. Wewe mwanamke wewe danganywa, tunajua wasingomaza wao wanawadanganya kwamba sasa utaolewa. Huo ni uongo. Hakuna kuzaa kabla ya kuolewa, huo ni umalaya. Fanya mpango ukae utulie Uolewe kwanza ndo uzae, ukizaa tu oi wake za watu, kila mmoja awe mke wake. Unakuta malaya katumika, malaya katumika, ndo ameleta vishawishi. Eti wana wanatuaminisha sisi wanaume kwamba nguvu tulizonazo hazitoshi, nabidi tuwe tunaongeza nguvu za kiume kwa kutumia madawa. Wao wametumika mpaka hisia zao zimekata, ni wahuni, wanatufosi sisi tutumie madawa ili tuwaridhishe. Wao wanatuona sisi ndo tumeharibika, kati yao yenyewe ndo yameharibika, yamefumuliwa, alafu yanatuaminisha sisi eti ndo tumeharibika. Mwanamke ambaye hajaharibika ni dakika tano, kumi na tano ishirini tayari kashamaliza haja yake, eti ni mwanamke linataka masaa kama mnafanya kazi. Mwanamke anameza vidonge, kila aina ya vidonge anameza, akisikia sijui kidonge hiki ukimeza sijui uke una bana, anameza kidonge sijui hiki ukimeza sijui macho yanakuwaje, anameza sijui shepu inakuwaje, anameza sijui kidonge cha kuzuia mimba, sijui ipi tu, yani tajijaza makemikali makorokoro, hisia zimekata kwa sababu ya madonge anayoyameza ukishamuoa, kazi ni kugharamika mahospitalini tu, kwa sababu kameza mavitu mengi, uzazi wa mpango yani, yani kachoma bandia, bandia, kaweka bandia, alafu anataka mpate mwanaume ambaye ni original, ambaye ni wa kweli wa kiuhalisia, lakini yeye kila kitu kwake ni bandia siku ili ubane Aa, mume wako kwa kuoa kwenye uchumba ulikuwa una meza hayo madude unajibana, akishakuoa anakutana mambo ya ajabu kama pango. Kwa nini asikuache? Wewe kila kitu cha kwako bandia alafu nataka upate mwanaume original, huo ni uongo. Mkiambiwa acheni mapambo mwe mnaelewa. Wewe mwili wako ume, umeubebesha mapambo, mapambo tu. Mwanaume akitazama anaona mapambo, hakuoni wewe. Akishakuoa sasa ndo anakutana na wewe original. Kwa nini asiku yani mwanamke huko barabarani alafu umevaa vimini. Ngoja nikwambie wewe mwanamke, mwanaume akikutazama wewe mwanamke ulievaa kimini au nguo fupi umeweka mapaja nje hakupendi, anakutamani, atatamani akutumie kwa starehe akuache. Na ndio maana ukibeba mimba anaikataa, kwa sababu yeye alikuta umevaa kimini na maanisha huko sokoni unajiuza, wewe ni malaya jistili. Ndio maana muolewi, mnatumiwa, mnaachwa kwa sababu mnavaa nguo za ajabu. Ukiachana na magonjwa na maradhi ambayo kajikusanyia mwenyewe huko kwenye umalaya wake, bado kuna hizi laana ambazo alikuwa analaana kwa mwanaume. Unaambia mwanaume akimwaga sijui manii ndani mwanamke inakaa miezi mitatu. Haya wewe jifikirie kakutana na wanaume wangapi kwa mwezi? Sijui kumi, sijui wangapi? Wote wanamwaga manii. Miezi mitatu inakaa ndani yake. Zile laana bado za wanaume zina operate. Na malaya hawakaagi nyumbani na maana kule nyumbani hata wakiongeaje hawawezi kuwaelewa. Malaya huwa hapatani na wazazi hata siku moja. Wazazi wataongea hiki atawabeza, wazazi wataongea hiki atawapinga. Haya mzazi anaanza kunung'unika, laana ya mzazi inakuja. Hakuna mzazi ambaye huwa anataka mtoto wake azalie nyumbani. Wanawake ni wabishi hawataka kusikia. Kila siku sasa hivi mtandoni mwanamke, "Oh, tumia dawa, utapiga show, tumia dawa." Mwanamke ukapiga show mpaka anafanyaje? Yaani nyie malaya mmeharibika, mmetumika huko mnaanza kutumia nguvu kubwa kutuaminisha sisi wanaume kwamba sisi ndio tumeharibika, wakati nyie ndio mmeharibika. Hakuna kutumia dawa kwa mwanamke kwa ajili ya mapenzi. Anakuharibu na wewe. Wewe mwanamke umetumika. Wewe mwanangu unatumia dawa ujue hatima ya hayo madawa ni nini. Utakuja kuharibika huko mbele. Alafu wanawake wa namna hiyo walotumika ndio mnakutana nao kwenye mapenzi mnafanya nao ngono. Umejaa laana, umejaa mikosi. Unalaana ukilala naye tu, michongo inaanza kukataa, hela inakukataa. Unashangaa mambo yameyumba. Shida ni nini? Huyo mwanamke ruhusu kushikwa na kila mwanamke. Wewe si imekuwa fimbo hiyo, kila mwanamke anaishika tu. Michongo itakukataa. Wanawake wanamna hii, hata huyu mwanamke ambaye ni mnalaya ambaye ni mzinzi, analala na kila mwanaume. Hata akifungua biashara haiwezi kwa sababu ya laana na mikosi aliyonayo. Lazima itaanguka tu. Na kama unaishi na huyo mwanamke wewe, hata ukifanya kazi gani, na wewe huwezi kutoboa. Kwa sababu ya laana alizonazo. Mwanamke wa namna hiyo hata akifungua biashara atafanya uzinzi na uasherati umoumo, lazima ataanguka sasa. Nisikilize dadangu, haijalishi umelala na wanaume wangapi, umefanya vitu vya ajabu kiasi gani, umetoa mimba, umeua. Mungu ni wa rehema. Mrudie Mwenyezi Mungu, atakusamehe atakuondolea laana, mikosi na mavitu yote ambayo umeyabeba katika maisha. Utakuwa kiumbe kipya. Tubu, okoka, ongozwa sala ya toba, pokea okay, Yesu. Amen.